Watu wengi wanakosea hapo kwenye kumwandaa mwanamke hata kisaikolojia. wanabeba mengi sana kwenye mioyo yao. Sisi mm. ndo tuna beba nyumba, wanasema mm. mama mm. ndo baba ni mtafutaji mm -hmm. Lakini mama ndo mlinzi, ndo mm. mjenga nyumba, ndo kila kitu mm -hmm. Anabeba mengi, anakutana na mengi sana ambayo maybe anamwathiri kisaikolojia mm. au yanamuumiza moyoni mwake mm. na kila kitu sasa, unakuta yani, wewe uwezi ukawa umetoka tu huko mm. eti ukaja tu kumwambia mimi sasa nataka kulala na wewe mm. as if sio mtu wako ambaye unamuelewa au anapitia changamoto gani? Kwa hiyo <laughs> kama utakuwa na desturi ya kumuelekeza nimemisi chakula chako mm -hmm. nimemisi ile nguo yako nzuri unaovaa uvaa mm. mimi nakwambia uwezi ukarudi nyumbani ukamkuta kavaa kijola kalala <laughs> Yaani hicho ni uongo. Lazima utamkuta very well kuku prepared tena chakula siku hiyo umeshaandaliwa, watoto washalala mm -hmm. nyumba iko safi, yaani yeye mwenyewe ni msafi, yuko tayari kwa ajili yako. Sio ile umemkuta na ile dera ambayo alikuwa anakaanga mandazi asubuhi mm -hmm. Hawezi kukuta hicho <laughs> kitu. Kwa hiyo watu wengi huwa wanakosea namna yeah, okay. kuishi na mwanamke mm -hmm. na ndio maana narudi kwenye ile point kwamba mazoea mm -hmm anakuzoea anakuzoea. Kwa nini? mimi mi uh, naweza hapo hapo nikakwambia, mbona mchepuko anafanya juhudi sana kwako? Ushawahi kujiulizaga hilo swali? kwa, kwa, okay, kwa sababu <laughs> attention kubwa unayomwekea mchepuko eh. Mm. Ah, mchepuko unamwonyesha wewe ni wa maana. Mm. unanifanyia jambo fulani naridhika nalo. Mm. kwa hiyo naye anaenda kugungilea palepale kwenye hiyo yeah, Ina maana mwanamke na ye sio wao ndio wanafanya sisi wanaume tunaona kama ni kawaida pia zaidi. Ah, na mwanamke anakuwa hana vipi, yaani hakukee kama alikuwa anakokea kipindi kile, bado ndo amjoana au hata kama hamjoana lakini mpo kwenye unao, kuna watu hamjoana lakini mwisho za kuzoeana kama watu ambao wamekaa miaka 20, si umeelewa? yaani ile li, lile li penzi la la wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu tofauti na penzi la mwezi wa tano wa sita, na kuna kama vitu kuna vitu vimekuwa vimezoea zaidi ama vipi? <laughs> Wanawake wengine mm. ni wa kukaliwa chini na kuambiwa mm -hmm. na wengine ni wachafu, wengine ni wavivu mm hiyo ni nature -hmm. Yaani kila mmoja, ndio hicho tunasema kwamba mazingira tumekuwa tofauti, mazingira yes. okay. lakini kitu ambacho yani both wanawake kwa wanaume tunakosea mm. Ni tunaishi kwa mazoea na mazoea nayo tu haribu sana sana mm. na au zinavunja ndoa nyingi sana sana mm. kwa sababu unaishi na mtu, ah, bwana sikashanizoea mi kwani anijui kwani ajui kama mimi ni mtu fulani yani mm. Unakosa kufanya vile vitu vidogo sana ambavyo vilimvutia mtu labda mm. kwa nini, ndio maana akakuoa kwa hiyo yani kwa ujumla ni kwamba ni kweli kuna baadhi ya wanawake ambao wanawafukuza waume zao nyumbani mm, mm. Unawezekana wewe huna lugha nzuri yeah, okay. Wewe kila siku ni makelele yani mm. Mwenzio akirudi ametafuta kupumzika kwako yaani wewe mm. ndo kuanza unatafuta moto wa kuwasha yaani, leo nakwambia ubabajoni leo atanieleza yeah, okay. Nitamwonyesha yani, sasa kuna mtu hapa akanitafuta kasemaje? mm -hmm. sio nisome sio tukwa okay. mbali akasema yeye na mtu wake wakiwa kwenye wakiwa kwenye faragha, mwanamke mm. wake huwa anatoka na harufu mbaya zaidi, lakini mwanamke haonyeshi kama yeye anasikia ile harufu, umeelewa? Amesema hii imeniuma sana, na anashindwa namna gani ya kumfesi kumwambia, maana yeye haonyeshi kama ana shida hiyo yeye anachukulia hmm. poa kabisa kama hakuna, kama hakuna kinachoendelea lakini mimi harufu nayosikia ni harufu ile mbaya yani, kama shombo la samaki eh. Sasa unamsaidiaje huyo? Okay, kwanza mm -hmm. mwanamke yeyote mm -hmm. ni mbaya zaidi kuwa na mm -hmm. harufu ukeni. Harufu iwepo lakini sio ya kumkera mtu. Mm. Kila uke wa mwanamke una mm. unakaa ka uchafu au mm. kaharufu ambacho kanatokaga mm. lakini ambaye yaani haikeri kabisa mm. mtu yoyote anaweza akaisikia na akaona ni ni ya kawaida yeah. The same hata kwa maumbile ya mwanaume mm. ambaye inaweza tu kasababisha labda na jasho mm. uchovu wa kawaida tu siku za zanafanya yeah. Lakini kama mpaka umefikia kutoa harufu mm -hmm. ambayo inafanana na shumbo la samaki mm huyu -hmm. Mtu tayari ana matatizo kwenye njia ya via ya kizazi okay. ambayo kwa upande wa kitaalamu unaita pelvic inflammatory disease. Mm -hmm. Na huu inasababishaga sana na, na UTI ya mara kwa mara ndio chanzo kinapoanzia okay. Ndio maana nasema kila ugonjwa huo unaanzaga na sababu mm -hmm kwa hiyo sababu yake hii inakuwa ni wale wanawake ambao wanakuta anakojewa hanawi vizuri. hmm. hmm. anavaa nguo mbichi za huko ukeni. hmm. anavaa labda pedi ya kujirudia mekanao muda mrefu. hmm. haitaki at least, yani pedi unapoona tu kuna ujazo wake umefika, hata ukikaa na pedi tu masaa matano hmm. si nzuri kwa afya yako. hmm. ni unaruhusiwa kutoa na kubadilisha. hmm. kwa sababu tayari una, una, unaweka ni ile uke wetu uko so delicate. mm -hmm. Uke upo sana sana hapa ngozi ya mdomo mm -hmm. Yeah, kwa hiyo unapokuwa unakaa na ile jambo kwa muda mrefu tayari unashambulia maambukizi mm -hmm. ambayo yanaweza yakakuathiri, mm -hmm. kizazi chako yeah. Lakini pia namna kunawa yeah. ya kunawa kwa mwanamke, mwanamke ana unawaji tofauti kabisa. mm -hmm. Kuna kwetu sisi tuna njia almost tatu ambazo zote ziko kwa karibu hmm. sehemu ya kukojolea, sehemu ya kuingiliwa kimahusiano mm. na sehemu ya nyuma kwetu mm. kwa hiyo hizi sehemu tatu ni ziko kama hivi yani hmm. yani kama hapa na hapa na hapa mm. kwa unapoosha hapa, hakikisha hapa ingiliani na hapa wala hapa mm. na unapopaosha hapa hmm. hapa ingiliani hapa wala mm. mm. kwa hiyo kama ume, umekuwa umeenda kukojoa chooni mm. ni vizuri ukaanza mbele si tunaanza kuona pua, alafu tunakunja mdomo. Kwa hiyo tunaanza kuosha mbele, ukimaliza kuosha mbele ndio uje ile pati ya katikati kwenda nyuma, sawa. Lakini ukiwa umeenda kwenye haja kubwa, pia anza mbele kwenda nyuma. Hairuhusi kutoka nyuma kuja mbele, na kama utadili na nyuma, basi hakikisha umefanya nyuma tu, osha mikono yako vizuri, ndio urudie mbele kwa okay. yes, sababu kuna bakteria ambao hawaingiliani. mm -hmm. yeah. kwa hiyo unapotoa bakteria wezi kuleta huku, ndo unakuta sasa, ndo unaanza kuumwa mm hizo -hmm. UTI sasa ile yeah. UTI ambayo haitibiwi ya mara kwa mara mm -hmm. na mwanamke, uke wetu huwa unahifadhi sana uchafu mm -hmm ya unahifadhi sana mdomo maana natakiwa uoshe vizuri uke wako ujilinde na maambukizi. Tuna hmm, dawa ambazo zinasaidia kusafisha uke wako kama utakuwa huwezi kujisafisha. Na hairuhusiwi mwanamke hmm, kujisafisha kwa kujiingiza vidole maswali kujisafisha. Kujisafisha <laughs> <unafanya nini? laughs> yangu mawili hairuhusiwi mwanamke kujiosha kwa kuingiza kidole. Iwapo juzi kati hapa kuna watu niliwasikia, baadhi anasema hapana, unatakiwa ujiingize kidole huku sijui kwenye ile yale mashavi yale uhum. takiwa usukume hivi urudishe hivi, lakini scientificali ni unaondoa nomoflora nomoflora. Okay. nomoflora ni bakteria ambao Mungu ametuwekea kulinda uke wetu. Sasa pia kukosa wale normal flora mm -hmm. kwenye uke wako tayari mm -hmm. unaruhusu maambukizi kwa urahisi sana kwenye kwenye, okay. uke kwa hiyo ndio maana unakuwa so attractive na UTI za mara kwa, kwa mara. Sasa kama hairuhusiwi kuingiza kidole, wanafanya nini ili angalau uke uwe msafi zaidi? Maji safi. Maji yanaingia vipi wakati kidole hauingizi? Maji tunakutumia kiganja chako, yaani Mungu mm -hmm. amesha kumwe, yani kwanza hata wale wanasema, oh, umetoka tu kujamiana na mme wako, kaingize kidole utoe zile shahawa. Mm. No. Very big no, big mm -hmm. yani Mungu mwenyewe kaweka tayari kwamba kama zile shahawa zitakuwa hazitumiki kwenye mwili wako mm. zinaenda kujiondoa wa zenyewe zile mm. ambazo zimeingia mm. na zile ambazo labda ziko hapa hapa kwa juu mm. basi, baada ya muda utaona unatoa zinatoka. mm. na zitatokaje? mm. unaweza ukaenda chooni mm -hmm. ukachutama mm -hmm. Uh, ukishachutama unakuwa kama ile process ya kuvuta uke ndani afu, mm -hmm. kama una, yani kama, yani kama ule mtu ambaye eh, kama unahema afu, mm -hmm. una achia yeah. mm. utaona tu yani kuna baada ya muda zenyewe zi, yani baada kama haziko useful kwenye uke wako mm. baada ya muda zenyewe zina expire. Okay. Eh, kama zitakuwa zimetumika unaona hazijatoka, ujue basi wewe uko kwenye danger ndo zile ah, ambazo zimeshaingia tayari kwenye msukumo wa uzazi yaani. <laughs> <laughs> Ndio maana unaambia mwanamke, ni vizuri zaidi kujua siku zako unapokutana uh -huh. na mume wako, ili shahawa zikiingia ndani, ni sawa? Mhm. Ukienda mfano, unataka kuzitoa, kama hazitoke, basi kuna simu zimeenda. Yes. Yes, ni kweli yaani. Yeah. Mwanamke ana siku zake. Okay. Siku zinatofautiana. Mm. Kwenye wenye wazunguko mrefu Mm. Na wenye mzunguko mfupi. Yeah. Kwa hiyo unapojua siku zako, mimi naingia siku ngapi kwenye mzunguko. Mm. Siku zangu ngapi niko kwenye salama. Okay. Na nzipi niko kwenye hatari. Mm. Ukishajua tu mimi nimefanya kwenye siku zangu za salama, Mm. basi hapo wewe tegemea tu kwamba zile shawa zita expire. Okay. Kwa sababu hazina sehemu za kwenda Hmm. Na hata kama zikienda hazina maana, kwa hiyo ndio maana mwisho wa siku lazima zitoke. Zitatoka kwa namna yoyote ile hmm. ndio yale maji maji. Wapo wanawake wengi ambao akishatoka kufanya tendo, kuna maji majimaji wa kama yanatoka sasa, ndio usipokuwa msafi ndio yale, hmm. yale maji yanakuja yananuka. uh -huh. yes. kwa ile kuiondoa ni kuwa msafi tu wa kuosha, yaani kwamba si sio unataka yatoke yale hmm. maji unakuwa kama unajikinya hivi hmm unavuta hewa ndani, unaachia, unavoachia mm. Utaona tu kuna maji yanatoka, afu yale maji huwa yanaweupeupe upe fulani mm. Ehe, mwingine wanakujaga kama kuna uzito, wengine unajua mbegu zinatofautiana pia nawe mm. Quantity yake inakuwa nzito, lakini yeah. Inakuja inatoka, kwani kujiosha vizuri maji mengi mm. Na kujiosha kwa usahihi mm. kutoka mbele kurudi nyuma na kama utaona zile shahawa zitakuwa hazitoki, kwa hiyo siku unayofanya basi jichunguze kwenye siku zako. Inawezekana huko kwenye siku za hatari. Kwa hiyo ule kuta ya mimba tayari ilishafunga na imepokea ile mbegu, inaenda kufanyiwa mchakato mwingine ambao tunaweza tukatem ni ujauzito baada ya muda wiki mbili. Hapo kwenye masuala ya harufu kwa kwenye uke wa mwanamke, nilikuwa nataka kujua je tabia ya kuchangia yani kuchanganya wanaume inaweza ikawa ni sababu ya kuleta harufu kwa mwanamke au? Yes. Na ni moja ya sababu ya causes of, au risk factor. Risk factor kwa Kiswahili inaweza ni nikasema ni vi, vi, yani viambatanishi, sijui visababishi, yani achana na causes, causes hmm. Ni yale yanasababisha ya yani risk factor vinavyochangia hmm. Moja ya sababu ya PID ni kuwa na wanaume wengi hmm multisexual partners huyu huyu huyu, huyu. Kwa hiyo mwili wako unakuwa haupokei, kwa sababu kila mmoja ana namna yake ya kufanya mapenzi mm -hmm. ule uchafu labda unaofanya kwenye mapenzi, wakuta huyu mwingine mm -hmm. Sidini itakuwa ni sahihi kuiongea mm -hmm. Lakini wakuta yani uume labda papo umetoka mm -hmm. bahati mbaya mm -hmm. umekita kwenye sehemu yako ya nyuma e, mm -hmm. Na wanaume wengi wako na sehemu ya nyuma yani, kuna joto fulani ambalo Mungu ameliweka liko tofauti. Kwa hiyo unakuta labda kwenye zile position style za kukaa, labda unakuta unamuinamisha mwanamke wako, kwa hiyo labda ile imechomoka, yani hivi, bahati mbaya, imekita pale ile. Yani wewe unaweza kuona ni kitendo tu cha haraka, lakini tayari kishabeba bakteria. Unaporudisha mbele ni kwako, tayari unapeleka wale bakteria, kitu ambacho yani kinatokea kwa sekunde sana, lakini kinaweza kikaleta madhara hayo. Ah, kumbe. Yes. Kwa hiyo wale wazee wa sijui ni kwekweli tu jirivicha. Eh, yani sio kwamba yani kwamba amefanya huko na huko. Ah, ah no. Si ile. Ile positions tu. Nimeelewa, si mm. Ile ambayo unaenda pa bahati mbaya tu hiyo ndio bahati mbaya, e, bahati mbaya e, pa afu karudi tena. Usika. Je, sababu ile kwenye kurab tu hivi ile kurudisha hivi. Yeah. Unakuta ishabeba na bacteria wale nimekwambia ni kuko karibu sana. Kwa hiyo kwa mtu ambaye yupo na mwenzie, bahati mbaya ikitokea, yu usikimbilie kurudi moja kwa moja, anaenda kaoshe kwanza ume. Sasa mm, ndo shida ni kwamba <laughs> kwenye yeah, lile tendo pale Sijui kama kuna mtu atakuwa na hiyo akili sababu hata mwanamke naye akiachwa hapo, utasikia nini? Utatafuta hata ugomvi, utatafuta hata ugomvi, yani kwa nini umeni, kwa nini nina shida gani, sina jua lakini, yani kikubwa ni kwamba yani mm. wanawake wengi lazima tulen kwamba mm. ni njia rahisi ya kujikinga Mm. Au ya kujisaidia sisi kama wanawake mm. ni kujitengenezea mazingira ya kusafisha uke wetu okay. Au mirija yetu ya uzazi mm. ili kuwa salama mm. kuboresha zile homoni, kuweka mifumo yetu sawa mm. kwa sababu kila mwanamke mm. hakuna mwanamke msafi hakuna, mwanamke msafi kupitiliza hakuna. Hakuna. Uh-huh. Yani, kuna vitu vingi tu ambavyo vinaweza vikakusababishia wewe ukapata hizo. Sio wote ambao wanapata UTI wanavaa chupi mbichi sio wote wanaopata UTI, kwamba unakuta hata mazingira tu ameenda. Yani kuna mwanamke mwingine nimekwambia, uke wetu upo kama sehemu hii laini sana. Wakuta tu kaenda tu choo, sasa huwezi kuzuia hivyo yani, vitu eh. Ameenda choo tu, kabanwa na haja, kaenda chooni, ile kitendo cha kuchuchumaa, yale maji tu labda amemrukia tu chu, tayari kashapata maambukizi. Kumbuka mkojo ni kitu ambacho kinaruka kwa hiyo ile kuruka na wale bakteria wameingia pale pale, wanapokezana. Okay, kwa hiyo huwezi kuvilaumu. Kwa ndio maana tuna feminine cleanse mm -hmm. ambayo inasababisha ule mwanamke mm -hmm. kusafisha uke wake mm -hmm. na uwe tena mzuri na mtamu kama ambavyo mwanamke anatakiwa awe, okay. na na ile ile mtu apate dawa, anafanya vile vya kusafishia. Ah, kuna kidude chake ambacho kinaingia mm -hmm. kipo kama mithili ya uume mm -hmm. Unaweka dawa yako, unafunga, unaingiza mm -hmm. unaipush ile dawa ndani mm -hmm. kwa inaenda kuondoa zile takataka zote za UTI, kama ni anaizoma pia PID hiyo alioshindikana. mm -hmm. Lakini pia kuna namna ya vidonge ambavyo mm -hmm. vinasaidia kwa sababu mwanamke mm -hmm. wanawake wengi wakishakuwa wamepata madhara ya PID mm -hmm. idhua inaleta madhara mengi kama, okay. ugumba mm -hmm. yeah kwa sababu nimekwambia, ni ugonjwa ambao unaenda kutafuna kizazi cha mwanamke moja kwa moja. mm -hmm. kwa hiyo inavyokuwa kwenye kizazi kile cha mwanamke mm -hmm. kadri unavyozidi kuishi na ile harufu, unaizoea unaona kawaida. mm -hmm. na ajabu kwamba Mungu ameweka bwana, ni kama unavyosema wewe mwanamke, mwanaume anavyosema. mm -hmm. wengi wanakuwa na kwamba sijisikii. Mm -hmm. Yaani, anaweza akahisi lakini haisi ile harufu kali kama unavyosikia wewe. Okay. Yeah, yeye yeah,